Na mu mtazamaji wa Trend TV bwana, mambo yanazidi kuwa moto kwenye upande wa mahusiano, kwenye upande wa mapenzi, kwenye upande wa mahaba e, kati ya mwanadada Zuchu e, na superstar wa muziki hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla, namzungumzia Diamond Platnumz mzee. Bwana Zuchu na Diamond bwana wanazidi kuonyeshana mapenzi kama kawaida, kadri ya muda unavyozidi kwenda e, na kitu ambacho tumeki notice bwana kutoka kwao ni kwamba hivi karibuni e, baada ya fujo kutulia na kila mtu kuendelea na mishe zake, Diamond amekuwa akipromoti kazi zake za mziki, lakini pia vilevile vile mapenzi yake nayo pia amekuwa akiendelea kuyaexpose huko mtandaoni. bwana kwa mujibu wa peji ya Instagram ya Diamond Platnumz pale juu, katika insta story alichokiposti, ni kwamba ameonyesha jinsi ambavyo anavyompenda Zuchu au Zuchu anavyompenda yeye. E, nadhani utakuwa unafahamu kwamba katika video iliyopita tumekupostia uone e, kile ambacho Diamond alichopewa kama zawadi kutoka kwa mwanadada Zuchu. Yani kwa kifupi ni kwamba Diamond bwana amepewa keki na keki ile bwana imeandikwa pole kwa, ma, kwa mabomu baby, alafu akamalizia Zuchu kusema kwamba mabomu ambayo yeye anayoyataka bwana ni mabomu ya mapenzi yao, yani milipuko anayoitaka yeye ni milipuko ya mapenzi yao, ni yani mapenzi yake yeye na Diamond Platinumz. lakini this time around ni kwamba Diamond bwana ameendeleza kidogo mambo hayo hayo, ambapo kwa wakati huu kitu ambacho amekizungumza Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram ni kwamba ameweka ujumbe mrefu kabisa, na huu ni ujumbe ambao unamuhusu bibie Zuhura au Zuchu, akiwa anaelezea mapenzi yao kwa hisia kali kweli kweli, ambapo Diamond bwana katika kurasa yake wa Instagram ameandika kwamba Usiombe Mungu akupe mke au mume mnayependana tu, bali omba Mungu akupe mtu ambaye pia mnaelewana na mwenye mtazamo, mnaofa, na mwenye, mwenye mtazamo unaofanana ndio kitu cha muhimu sana kwenye maisha moment, eh, huo ndo ujumbe wa e wa Diamond Platinumz mzee, kuhusiana na mambo ya mapenzi ambayo yeye yuko nayo kwa bibie Zuhura. Nataka niurudie wa ujumbe Diamond, ameandika hivi: usiombe Mungu akupe mke au mume mnayependana tu, bali pia vile vile omba Mungu akupe mtu ambaye pia mnaelewana na mwenye mtazamo unaofanana, ndiyo kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Diamond bwana ameandika hivyo. Hii bwana inaonyesha kwamba yeye kwa upande wake ndivyo hivyo mambo yalivyo. Yani Mwenyezi Mungu bwana amempatia mtu ambaye wan... sio tu kwamba eti wanapendana lakini wanaendana, wanaelewana eh, na wana mw... wanaendana kwenye swala zima la mtazamo eh, katika vitu ambavyo wao wanavyovifanya. Kwa hiyo, yeye Zuchu anaona kwamba ni... ndiye perfect match yake n yani ndiye mwanamke ambaye alikuwa anatakiwa kuwa naye kutokana na kwamba wanaendana katika swala zima la mtazamo

Sasa baada ya Diamond kuandika huo ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram ni kwamba peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hicho kitu ambacho Diamond amekisema kumuhusu mpenzi wake huyo bibi Zuchu, na peji ambazo zimekuja kuripoti bwana ni nyingi, kama alivyosema hapo awali, na nataka hapa nikusomee baadhi ya peji ambazo zimekuja kuzungumzia hiyo issue. Kuna peji hapa bwana, haijataka mambo yawe mengi, wenyewe wameandika tu kwa kifupi kwamba ujumbe wa kimapenzi kutoka kwa Diamond Platinumz. Peji nyingine wamekuja, wameandika kwamba ujumbe kutoka kwa mwanamuziki Diamond Platinumz kwenda kwa Bibi Zuchu, anadai kwamba ndiye msichana ambaye, au ndiye mwanamke ambaye yeye alikuwa anamwomba Mungu ampate Na hii ni posti ambayo Diamond ameiweka baada ya ile keki ambayo alikuwa ameiposti, keki ambayo ni zawadi ambayo yeye Diamond alikuwa amepewa na Zuchu, keki ambayo nimeizungumzia hapo awali kwamba Diamond keki hiyo, keki hiyo imepewa, amepewa Diamond ikiwa imeandikwa kwamba eh, pole na mabomu baby, mlipuko na utaka ni wa mapenzi yetu tu. Sasa baada ya Diamond kuandika hivyo katika ukurasa wake wa Instagram na hizo posti za Diamond kwenda viral huko mtandaoni, basi moja kwa moja ni kwamba hapa komenti za wadau zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na hiyo issue. Na nataka hapa nikusomee baadhi ya komenti ambazo tumekutana nazo huko mtandaoni zinazohusiana na hiyo posti ya Diamond. Kwa mfano hapa kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba, au sio Kuna mwingine hapa amekuja amesema kwamba huyu jamaa mbona mnampa trending sana. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment ameuliza kwamba hivi kuna watu wamerogwa? kuna mwingine hapa amekuja amesema kwamba hii ndio kapu ambayo akikupa mgongo tu unahisi kwamba ni watu wa jinsia moja do right, eh. Komenti nyingine ni komenti ambayo huwa tumeiona imekuwa ikijirudiarudia sana kwenye peji mbalimbali kuhusiana na hizi habari. Huyu amekuja ameandika kwamba chakula cha msibani ni kitamu kama kwenu hakuna turubai. Msanii mkubwa anafanya drama wakati watu wamepoteza watu wao wa karibu. na mwingine huyu hapa amekuja amekomenti, naye pia ameandika kwamba huyu jamaa hawezi kuwa na huzuni ya aina yoyote ile, mwacheni aendelee na kiki zake. <muchas> na kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, sasa demu mwembamba naye pia ni wakuelewana naye. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo, na yeah. Kuna mwingine amesema kwamba hizi ni kiki za kipuzi. Mwingine do amekuja kuuliza kwamba hivi kwa nini mnampa promo huyu Diamondi?